Karibu tuendelee kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Iran na taifa la Israel ambapo kwa sasa tangazo la kusimamishwa kwa vita hivyo limeweza kutolewa kutoka kwa nchi hizo zote mbili, zikisema kwamba zimekubaliana kusitisha mapigano kwa wakati huu mpaka pale ambapo mazungumzo yatakapoweza kufanyika. Sasa, kabla ya haya, Iran ilirusha makombora mengi zaidi kwenye kambi mbalimbali mbali za Marekani ambazo zinapatikana kule Mashariki ya Kati, jambo ambalo liliweza kuibua hofu miongoni mwa watu na kuona kwamba hii vita inakwenda kutanuka sasa na kuwa ni vita ya kikanda zaidi. Iran ilirusha makombora mengi, ikiwemo pia kule Qatar, ambapo Iran ilitupa makombora kwa ajili ya kushambulia kambi za kijeshi za Marekani. Sasa hapa nimekuja tuchambue na kufahamishana kuhusu ni kambi gani za kijeshi za Marekani mashariki ya kati zinazolengwa na Iran ama Iran iliweza kuzilenga. Kwanza kabisa, Marekani inamiliki kikosi muhimu cha kijeshi katika eneo la mashariki ya kati na wanajeshi katika zaidi ya nchi kumi mbalimbali na meli za kijeshi katika maji ya eneo hilo kufuatia shambulio la Marekani dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran, vituo hivyo vimekuwa shabaha ya kulipiza kisasi kwa Iran, huku serikali ya Iran ikiwa tayari imeonya kwamba ina hifadhi changuzi zote kujibu. Uwepo wa Marekani katika eneo hilo ambalo wakati wa vita vya vi Iraq na Afghanistan ulifikia zaidi ya wanajeshi laki moja na elfu sitini, uliimarishwa mwaka jana kutokana na mvutano kati ya Israel na Iran na kujibu mashambulizi yanayoendelea kufanywa na wahoth wa Yemen dhidi ya meli za kibiashara na kijeshi katika bahari nyekundu. Lakini katika siku za hivi karibuni, kwa kutarajia mashambulizi na kulinda wafanyakazi katika tukio la kujibu, ama jibu kubwa la Tehran, Marekani ilikuwa imeomba kuondoka kwa hiari kwa wanajeshi katika kambi za kikanda. Kwa ujumla, Marekani inamiliki vituo vya kijeshi katika angalau maeneo 19 katika eneo hilo. Na hizi ni baadhi ya kambi ambazo Marekani inamiliki kwenye eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo Bahrain, Misri, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Syria. Kulingana na kundi huru la utafiti la Baraza la Mahusiano ya Kigeni, jeshi la Marekani pia linatumia kambi kubwa nchini Djibouti na Uturuki ambazo ni sehemu ya amri zingine za kikanda. Mara nyingi huchangia pakubwa katika operesheni za Marekani katika Mashariki ya Kati. Ifuatayo ni orodha ya kambi kuu za Marekani katika eneo hilo, ambazo zote ziko chini ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM. Ya kwanza ni Bahrain. Ufalme huu mdogo ni nyumbani kwa kikosi cha tano cha wanamaji wa Marekani kinachohusika na vikosi vya wanamaji katika guba ya Uajemi, bahari nyekundu, bahari ya Arabia na pwani ya Afrika mashariki kusini hadi Kenya. Kituo hicho kinajulikana kama shughuli ya usaidizi wa wanamaji Bahrain, na pia kina makao makuu ya kamandi kuu ya kikosi cha wanamaji cha Marekani. Wanajeshi elfu tisa wa Marekani wametumwa kwenye kisiwa hicho. Meli kadhaa za jeshi la wanamaji la Marekani ziko katika bahari ya Bahrain ambayo ina maji yenye kina kirefu yanayoweza kuruhusu kuingia kwa meli za kina kirefu kama vile USS Carl Vinson na nyingine za kubeba ndege za kivita. Pia miongoni mwao ni vyombo vinne vya kusafisha maeneo ya mgodi, vyombo viwili vya msaada wa vifaa vya kimkakati. Walinzi wa Marekani pia wana meli nchini humo zikiwemo boti sita zenye kasi kulingana na AFP. Sehemu ya pili ni Kuwait. Kuwait ni mojawapo ya nchi zenye idadi kubwa ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, miongoni mwao ni Camp Arifjan, nyumbani kwa makao makuu ya kitengo cha CENTCOM cha jeshi la Marekani. Kituo hiki kinatumika kama kitovu cha uendeshaji na vifaa kwa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, kikiwa na akiba kubwa ya nyenzo za kusambaza shughuli mbalimbali. Pia kuna kambi ya anga ya Al-Al Salem ambapo ni nyumbani kwa kitengo cha 386 cha usafiri wa anga kitovu kikuu cha usafirishaji wa ndege na lango la kupeleka nguvu za kivita kwa vikosi vya pamoja na muungano katika kanda, kulingana na AFP. Marekani vile vile ina ndege zisizo na rubani ikiwemo ile ya MQ-9 Reaper huko Kuwait. Katika kambi ya Alfijan na Ali Al Salim Air Base pekee, jeshi la Marekani limetuma wanajeshi 13,500 kulingana na idara ya masuala ya kigeni ya taifa hilo. Kambi ya anga ya Al-Udeid nchini Qatar ndiyo kubwa zaidi katika maeneo hayo. Ina makao makuu ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM na kikosi chake cha anga. Al-Udeid imekuwa muhimu katika operesheni za kijeshi za Marekani huko Iraq, Syria na Afghanistan. Rais wa Marekani Donald Trump alitembelea kambi hiyo tarehe 15 mwezi Mei wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati. Katika siku za hivi karibuni, Washington iliondoa makumi ya ndege kutoka kwa uwanja wa ndege wa Katika siku za hivi karibuni, Washington iliondoa makumi ya ndege kutoka kwa uwanja wa ndege wa Al Udeid kama inavyoonyeshwa kwenye picha za satellite na kuibua shaka kwamba ilitaka kuzindua dhidi ya mashambulio ya Iran kujibu uingiliwaji na uingiliaji wa taifa hilo kwa Marekani. Kati ya ndege 40 zikiwemo za usafiri na ndege za upelelezi za C-130 Hercules ambazo zingeweza kuonekana kwenye picha zilizochapishwa na Planet Labs mnamo Juni 5, ni tatu tu pekee zilizosalia wiki mbili baadaye. Kulingana na AFP ambayo iliweza kuchambua picha hizo. Kuna takriban wanajeshi elfu kumi wa Marekani nchini Qatar. Tuangalie ufalme wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Wanajeshi wa Marekani wanamiliki kambi ya wanaanga ya Al-Dafa katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, kituo cha kimkakati kinachojishughulisha na upelelezi kukusanya taarifa za kijasusi na kuunga mkono oparesheni za anga kambi hiyo ni nyumbani kwa kitengo cha wanaanga cha 380, kikosi kinachojumuisha vikosi kumi vya ndege na pia ndege zisizo na rubani kama vile MQ-9 Reapers. Sasa tuangazie Iraq. Marekani ilikuwa na hadi wanajeshi laki moja na elfu sitini waliotumwa nchini Iraq katika kambi zaidi ya mia tano wakati ovamizi, wa uvamizi uliompindua wa Saddam Hussein uliodumu kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2003. Hata hivyo kwa sasa kuna wanajeshi 2500 wa Marekani walioko nchini humo, na Washington inafanya mazungumzo na serikali ya Baghdad ili kuondoa polepole wanajeshi hao. Ni sehemu ya muungano wa kimataifa unaopambana na kundi la wanajihadi la Islamic State, na wanafanya hivyo hasa kutoka katika kambi mbili za anga ikiwemo kambi ya Al-Asad na Erbil huko Kurdistan, Iraq. Kambi hizi pamoja na nyingine ndogo ambazo zimesalia wazi nchini zimekuwa zikilengwa na vikundi vya washirika wa Iran tangu vita vya Gaza vilipoanza mnamo Oktoba mwaka 2023. Na, na tuangazie Syria. Uwepo wa jeshi la Marekani nchini Siria pia unahusishwa na mapambano dhidi ya Islamic State ambayo iliibuka kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka nchini humo mwaka 2011, na, na hatimaye kuteka sehemu kubwa ya ardhi ya Siria na Irak. Jeshi la Marekani lina takriban wanajeshi elfu mbili katika kambi mbalimbali nchini Siria wakishirikiana na vikosi vya usalama vya ndani ili kuzuia kuibuka tena kwa kundi hilo la kijihadi. Mwezi Juni, Washington ilitangaza kuwa itapunguza idadi ya kambi za kijeshi zinazoendeshwa nchini humo kutoka nane hadi moja na kwamba itabadilisha sera zake nchini humo kwa sababu hakuna hata moja inayofanya kazi. Trump bila kutarajia aliamua kuondoa vikwazo dhidi ya Syria mwezi uliopita na Mei, na utawala wake umeonyesha nia ya kufanya mazungumzo na kiongozi mpya wa nchi hiyo Ahmed Shara, ambaye wanamgambo wake walifanikiwa kumpindua Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Na hizo ndizo kambi za Marekani zilizolengwa na Iran tangu pale Marekani ilipoweza kuishambulia Iran kwa makombora yake ndani ya kambi tatu ambazo kambi hizi zilikuwa ni vituo muhimu vya nyuklia kwa Iran. Tafadhali tuandike mtizamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.